Huyu mgombea wa uraisi wa tiketi ya chama cha mapinduzi ndugu Samia Suluhu Hassani, uteuzi wake umepingwa mahakamani na na hata msajili mwenyewe wa vyama vya siasa alishakiri kwamba huyu mgombea ana shauri linalomkabili mahakamani ya kupinga uteuzi wake. Mgombea wa chama cha mapinduzi ndugu Samia Suluhu Hassani ana shauri ambalo lina wanapinga mwanachama mmoja wa chama cha mapinduzi ndani Dr. Malisa amepeleka shauri mahakama mahakama kuu, na baadaye sasa hivi yuko mahakama ya rufaa akipinga uteuzi wake, na hili shauri katika mahakama ya rufaa limefikia hatua ya kusikilizwa. Sasa kama mna wagombea ambao wana kesi mahakamani na hamjui mahakama baadaye itaamua nini, ukichukua kesi zangu mimi ukichukua na kesi za huyo mgombea wa chama cha mapinduzi ambaye naye anapingwa na, na, na, na, na uteuzi wake ume, umepingwa mahakamani. Mnaendelea tu kusukuma, mnataka uchaguzi tarehe 29, tarehe 29 na mnataka uchaguzi wa rais. Mimi sina tatizo tisa, wa, wa Oktoba, na tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka 2025 kufanyika uchaguzi wa madiwani wa bunge lakini hamwezi kufanya uchaguzi Oktoba Oktoba 2025 wa rais ambaye karibia wagombea wawili wote wako mahakamani na wanashtakiwa na mahakama, mjui itaamua nini. Kwa hiyo ni muhimu kuheshimu kuheshimu eh, mamlaka za kimahakama, na sisi tunasema, na sisi tunasema kwamba na sisi tumeomba kabisa kwamba uchaguzi wa rais usifanyike hadi shauri hili lililoko mahakamani likamilike, na kesi zingine zilizoko mahakamani zifanyike, ndio sasa uchaguzi wa rais uweze kufanyika. Lakini hata hivyo sisi tume, tume, tumeamua kuhakikisha kwamba tumezijulisha taasisi za kimataifa ikiwemo mahakama ya Afrika ya Mashariki mahakama ya Afrika mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu, yani the African Court on the Human and the People's Right, lakini mahakama ya kimataifa ya uhalifu ACC, the Hague, kuingilia kati na kuzuia kufanyika uchaguzi wa nafasi ya rais hiyo tarehe 29 Oktoba mwaka 2029. Lazima tuilinde nchi yetu. Mimi nimedhamiria kusimama na wananchi. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi aliyechagua kusimama pamoja na wananchi. Narudia tena, I want it to be very clear. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ambaye hakubali utekaji, hakubali uonevu, sikubali ufisadi. Nimedhamiria kusimama na kilio cha wananchi na nitasimama nao mpaka mwisho. Na wanachama wenzangu, mnielewe kabisa kwamba nimedhamiria kusimama na wananchi mpaka mwisho, mpaka utekaji uishe. Na tazama kule mbele, asubuhi inakuja na Mungu wetu ni mwaminifu atatimiza ahadi zake. Asanteni sana, wananchi. Mungu awabariki, Mungu aibariki Tanzania. Asanteni sana. Maandamano ya tarehe ishirini na tisa Oktoba ni maandamano ya amani. Ni nani amesema hatuandamani kwa amani? Sidhani kama kuna mtu alisema au amehamasisha maandamano yao ya vurugu. Nani anataka kwenda kuchoma maduka ya Tanzania wenzake? Nani huyo? Watu wa Mungu hawaiuni, maandamano tunayofanya tarehe ishirini na tisa Oktoba ni maandamano ya amani. Hakuna mtu anachoma duka la mwingine, hakuna mtu analeta vurugu. Ila tu tarehe ishirini na tisa Oktoba labda sisi wananchi ambao tutaandamana kwa amani ndio tutakaodhuriwa, tutapigwa au tutatekwa au sijui vyovyote tu, kwa sababu tu ni siku pia ya kupiga kura, na tutaonekana ni watu ambao tumeingilia utaratibu wa serikali, serikali ambayo imekataa kutusikiliza wananchi wake kwamba hatutaki uchaguzi kwa sababu sio uchaguzi wa haki, na bado tunaonekana ni watu ambao tunataka kuvunja amani. Kwa mfano, mimi Cheri, naweza kumfanya nini askari polisi ambaye ana mafunzo yake ya kiaskari eh? Ukweli ni kwamba siwezi kumfanya chochote, ila tu naongea, nina ninatoa ya moyoni kuwaeleza kwamba Haya mambo mnayotufanyia sio sahihi, lakini mtu atatoka huko anakotoka atakuja kuniteka, atasema huyu binti anahamasisha vurugu kwenye nchi yetu, bla bla bla. Waheshimiwa serikali yetu na jeshi la polisi na wote ambao mna amri ya kulinda hii nchi, mnatuonea jamani. Mtaua watu wangapi? Hamwezi. Sio kila mtu atanunulika. Kuna watu mtawatesa, mtawatisha, watarudi huko watasema wao hamna maandamano, lakini kuna watu wengine mtawatisha, mtawateka, mtawaua, mtafanyaje? They will never change, they will say the same thing mpaka mtusikilize. Wananchi tunataka tukusikilizwa, yani main point ni kusikilizwa. Tusikilizeni shida tulizo nazo, alafu muone kama kutakuwa na any problem. Lakini ili jambo la kuendelea kutisha wananchi wabadilishe kauli, sijui tusiandamane, sijui nini, this won't help. Sisi tutaandamana, mtatuua watafufuka wengine huko, watasema watasema and trust me, siku yaja the freedom itapatikana tu, no matter what. Kwa tafadhali ni sana wako, hebu tuacheni tuandamane mtusikilize hichi tunachotaka kukisema. Tarehe 29 mimi nitakuwa hapo barabarani. Nawapenda sana, bye bye. Kwa nini tuandamane? Tunaandamana kwa sababu mfumo wa utendaji, mfumo wa utekelezaji mfumo wa utawala bora umeparalize. We have no place to speak. Bunge limebemendwa limetepeta, kwisha, liko chali, limegeuzwa kuwa puppet ya government. Who will speak on our behalf? It's ourselves, it's our country. Ni nchi yetu sisi, siyo ng'ombe wala punda wao watakaotuswaga wanavyotaka. The only thing, hatutapindua nchi ila ikifika wakati wa kufanya maamuzi warudio walichofanya mwaka elfu mbili na ishirini ndipo watakapojua kwamba maharage sio mboga ni kitafunio cha chai. Hatua za maandamano ni hatua za kutuma ujumbe kwa wenzetu kwamba mnachofanya hatukitaki, ni hatua za kijamii za kistaarabu na naposema hivi ndugu zangu, hao jamaa wameshindwa ninamaanisha ukiona serikali imeshindwa jukumu lake la msingi la kuzalisha ajira la kuzalisha wataalamu competent wanaoweza kusimamia fursa, serikali inaanza kuuza fursa kwa wageni, mwaka wa kumi haizalishi ajira Hatukuwafukuza wakoloni hapa kwa sababu ya ngozi yao. Kama ni madaraja, mpaka Wajerumani walitengeneza madaraja kwenye nchi hii na Waingereza. Kama ni mazao na kilimo, walifanya hapa. Kama ni elimu, elimu yao ilikuwa bora. Ndio maana tunasemaga mila la nne la zamani, walitupa vyote, walichokizuia ni kutupa ile capacity ya kuona future ya taifa hili. Kwa sasa niwape mfano fursa kama bandari ambayo tumeipata kwa neema za Mungu, sio creation ya CCM. It is just there. Serikali ya Chama cha Mapinduzi imeipeleka bandari zetu zote kwa kigenge cha watu wanadanganya Watanzania kwamba kuna nchi au taifa linaitwa, eh, Dubai, Emirate of Dubai. Hakuna nchi wala taifa with international recognition inayoitwa Dubai, haipo. DP World ni genge la watu wachache wanaofikiri wa. Wandugu zangu wa Tanzania siku ya maandamano yenyu imewadia ambayo ndio siku ya kupiga kura, na ushauri wangu kwenu ni mukiandamana, tafadhali muandamane kama Nepal na Madagascar, maandamano ambayo inaweza kuanza asubuhi ikaendelea mpaka usiku ikaendelea mpaka kesho kesho kutwa, mtaondoa huyo mwenye mnamtaka kuondoa. Na mukiandamana kama sisi wa Kenya mtu ajaribu kutoa rais. Tatizo ya Kenya ni moja, tatizo ya Kenya sisi kenye tunayo ni njaa, kwa sababu maandamano tukianza asubuhi, ikifika saa kumi na mbili kila mtu amefunga maandamano yake, anaenda nyumbani kutafutia watoto wake ama kutafuta kenye atakula, kwa sababu kwetu hapa Kenya ni njaa, chakula ndiyo hatuna. Sasa Ukiandamana huwezi kuandamana siku mbili fulilizo, ama huwezi kuandamana usiku mpaka mchana. Hapa maisha ya hapa Kenya ni ngumu. Sasa nyinyi mukiandamana, muandamane kama Madagaskar, muchape kitu mbele mbele. Na sasa kwa wale pia wenye wenye hawataandamana, ushauri yangu kwenyu ni kulengana na vile watu wanavyoongea, ukipatikana na rangi kwa kidole hiyo kidole inakatwa, kwa sababu inamaanisha we umepiga kura. Tafadhali, kwa usalama yako, kama utaki kuandamana, kaa nyumbani, kwa sababu wakati wa kuandamana ukijitia kichwa kichwa, unaenda kupiga kura, ukirudi nyumbani, kuna wa vijana pengine na mapanga ama na silamba, ambayo wakikupata tu kidole ikiwa na rangi utakatwa. Sasa maandamano pia iko na madhara yake iko na na uzuri yake. Na pia mkae tayari kwa maandamano, kutatokea vifo. Hiyo ni kama vita eh, kwa sababu serikali pia itatumia nguvu. Sio ati watakaa hivyo hivyo, watatumia nguvu kukabidhi waandamanaji. Sasa ukienda kwa hiyo maandamano, nyinyi wa Tanzania, mjawahi kuandamana, hiyo siyo sherehe ambayo utaenda kusema tafadhali wache nirushe mawe. Hiyo uwanga ni vita. Leo ni hayo tu. Kama mnaenda muna maandamano, naombea Mungu mfanya maandamano yenu mfaulu, okay.